Unajua bahari ina tabia ya kuruhusu kitu chochote kile kiingia. Ila kutoka ni jitihada ya kitu kile chenyewe. Hivyo unavyofikiri, samaki hawaikosei bahari eh? Au ugomvi wa samaki na wavuvi bahari haioni? Bahari inaona, lakini bahari inastahamili mpaka kitu kiamue chenyewe kutoka hapo. Unamaanisha nini? Mwanamke bahari ni yule ambaye hakatishi mahusiano mpaka yule aliyeanzisha akatishe yeye mwenyewe. Na bidhaa ya wanawake wa namna hii imekuwa adimu sana hapa Afrika. Kwa nini usiowewe, doli? Hebu msamehe kijana, ili kurahisisha safari yako ya uwanamke. Nimekuelewa, kaka, ila nahitaji muda wa kutafakari. Sawa, ila ndani ya tafakari uwe na msamaha mbele. Kama alikuja una na unasema unamhitaji bado, mwite tumsikilize na mimi nimpe misimamo, sababu inawezekana ikawa unaongea naye wewe tu, akawa haoni uzito, ila akijua kuna wengine, inaweza ikatia nguvu kidogo. Ama naona aibu?

kikubwa kama upo tayari kwenye mahusiano, tafuteni uhalali ili kujihakikishia usalama, na kama mtaamua kujitambulisha kwa baadhi ya ndugu, basi kila mmoja atakuwa huru kwa mwenzie. Nimekuelewa kaka, nashukuru. Kama umenielewa na utayafanyia kazi haya nayoyasema, basi naamini Mungu atawabariki, utajikuta upo katika mahusiano salama kabisa. Asante kwa dua yako. Nitakwambia nikifika bibi. Sawa, sijui kwa nini kaka anapenda kunikataza kuwa katika mahusiano na huyu mvulana. Kama namjua huenda hmm, amechukizwa na kitendo cha yeye kumfumania au labda hataki wewe na mvulana na kutaka wewe na mwanaume. Sio kweli, na nisipomalizana na mpenzi wangu anaweza kwenda nyumbani na akanigomea kurudi. Huyu sasa, kupatana itakusaidia na nini? Kama utagomea huko Tanzania, chamwambia nitumie nauli nirudi. Mm? Unanitishia hata mimi ninaetaka kuwasuluhisha? Kwa nini kama utafanya hayo matendo huenda nikaonekana hata mimi nimehusika, sasa na sitaki kukosana na Madebe. Nakutania tu dale oh. Wasema tu nantania. Asante shemeji, mimi ni Bambi. Oh, sawa sasa sijui tunaweza kuonana ili tuzungumze saa ngapi? Ni wewe tu muda wako, ukiona unafaa. Mimi nipo huru kwa leo, sina uhakika ila, kama nitakuwa na muda pia nitakujulisha, lakini nisikupe matumaini sana. Sawa, hakuna shida, kikubwa nahitaji usalama tu, hata kesho ukipanga

Siko mbali sana, ila kuingia mwenyewe hapo naona aibu. Sasa kama itakupendeza, toka nje unifate. Dada, ngoja nikamchukue, anaogopa kuja mwenyewe. Anaonekana kijana mstaarabu sana, sababu angekuwa mvulana wa ovyo, ngekuja tu bila hata kujuana. Ndio hivyo sasa. Haya, kamchukue kabla hajafika kaka yako. Hapo sasa uko poa <laughs> yaani tunavaa kama tunaenda kutafuta wadosi? Hapana, inatakiwa uvae hivyo, sio kila mtu ajue una matatizo. Kwa hiyo mwanzo nilikaa kama nina matatizo eh? Sijamaanisha hivyo, lazima twende tukichangamka, maana furaha inaanzia kichwani. Sawa, twende Unani? Sawa, ila nawaza isiwe naingia katika mtego mtego mtego. Wakati umekuja tuyamalize. Sawa, ila sijui ukuko ndani kuna nani na nani. Ni dada tu ndo anataka kuongea na wewe. Au unafikiri naishi na nani mwingine? Nimeuliza tu, sio kwa ubaya. Sawa basi, twende. Sawa lakini, hii pia itasaidia kuimarisha mapenzi yetu. Kivipi? Sababu tutapata pa kulalamika endapo kutatokea kikwazo hapa katikati. Kumbe sasa, so je, kwa sababu kuna kesho nitashukutwa zinananiyikaa hapa ili tuweze kujadili hilo, ni kwa mambo ya kunia ndani kabisa. Sawa. Vipi? Amesha fika. Yuko wapi? Yuko hapo nje. Basi mwambie ingie, shida iko wapi? Ni yeye ndo amechanguka hapo nje. Sawa. So.

ako vizuri tu. Sasa mara nyingi wanakuja hapa na mpenzi wangu kutulia, kama tumeamua kutoka out. Ongera basi, kwa sababu out nzuri ni ile uende sehemu ambayo bidhaa zote zinapatikana, ndio hapa.

foleni kubwa ya wasichana hivi eh? Unatumia moyo wa namna gani kuachakaza mabinti wa watu nungua? Mbona sielewi dada? Huyo namfahamu na anayo mahusiano na, na msichana ninayefanya naye kazi duka la karibu. Kimsingi ndio mwenye yale maua uliokuwa unasema.